ya sera ya Bwana Mtume na tumefika katika matukio ya hijra. Bado hatujagusia ama hatujaanza kuzungumzia hijra ya Bwana Mtume, bali tuko katika hijra umuman, yani ya masahaba naam. Na, na tukaeleza kugura kwa Abu Salama na kwa Suhaib, na tukaeleza zile sababu kwa nini tume e, gusia yani e, habari za hawa bikhususihim tamam e ya tatu ama tukio la tatu ambalo uh, tutataka uh, kuligusia ni kugura uh, kwa Saidina Umar. Kwanza kabisa ni kuwa maswahaba kama tulivyotaja, tumetaja katika darasa zilizopita, walikuwa wakigura kisirisiri, kwa sababu wale makoreshi walikuwa wakijua fulani yagura, waenda wakamzuia, wakamfunga, wakamfungia eh, kufunga na macheni, wakamrudisha. Sasa sa, ila ila Saidina Umar, imekuja Saidina Ali apokea Ha, katika baadhi ya vitabu vya hadithi ha, Sayyidina Ali apokea asema, kila mtu aliotaka kugura aligura kisirisiri isipokuwa nani? Isipokuwa Umar, la ilaha illa Allah, isipokuwa Umar. Kama tunavyojua, yani Umar yeye mwenyewe hataki machezo eh, alikuwa shujaa. Basi Sayyidina Umar alipotaka kugura yeye akaenda pale Alkaaba, akafanya tawafu saba, eh Makureshi huko amwangalia akaswali eh, raka zake mbili pale, kisha akawageukia wale Makureshi akamwambia akamwambia, bwana sikizeni bwana, mimi nataka kugura mimi, naenda Madina sawa. Na yoyote miongoni mwenu ambaye yuataka kumfanya mke wake mjane eh, au yuataka kumhuzunisha mamake, au yuataka kuwacha watoto wake wawe mayatima, basi aje nifuate katika sehemu fulani, twende tukapambane eh? Yaani, aje anipate nyuma ya jabali hili ama nyuma ya eh, wadi fulani we, basi eh. Wale makureshi wakasikia maneno haya, lakini wote wakanyamaza, hakuna alomfuata wale makafiri, hakuna alothubutu kumfuata eh, maanake Saidna Umar khalas, akishatoa upanga kama wanavyosema, yaani ukitoa upanga haurudi bure eh, <coughs> La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah akasema Sayyidina Ali kuwa hakuna aliyomfuata eh? <laughs> Sayyidina Umar, Sayyidina Umar ashato challenge, lakini hakuna mtu aliyomfuata isipokuwa walikuja eh? baadhi ya wale madhaifu madhaifu maskini katika Waislamu ambao walikuwa hawana mtu wakafuatana na Sayyidina Umar. Naam. La ilaha illa Allah. Kali ya ule ushujaa alikuwa nao Sayyidina Umar. Naam. Ama eh, eh, umuma ye Sayyidina Umar alipanga na watu wawili wengine katika Waislamu alipanga kwenda nao eh? Moja kiitwa Ayyash bin Abi Rabia na moja kiitwa Hisham bin al eh, bin Wa'il, wakakubaliana, bwana, sisi tutakutana sehemu fulani, kisha tutaenda hijra pamoja. Basi wakatoka ha, lakini huyu Hisham hakufika ile sehemu, maskini hakufika ile sehemu, akashikwa kabla ya kufika ile sehemu, akafungiwa maskini eh. <clears throat> Wakagura wakaondoka tu Sayyiduna Umar nani na huyu Ayyash. Bas wakaenda walipo, e, e, e, e, yani, na walipo fika pale Quba sasa yani Saidna Omar na nani e, na huyu Ayash walipo fika pale Quba akaja Abu Jahl na ndugu yake Abu Jahl akiitwa Al Harith. Tamam, wakaenda na yasemekana katika baadhi yani zitabu kuwa hawa watatu walikuwa mama yao ni mmoja yani, mama ni mandugu kwa nani? Kwa mama. Basi wakaenda wakamwambia bwana, wakaenda wakampata huyo Ayash sasa huko kubaba pale, wakamwambia Ayash bwana eh, angalia mamako bwana eh, amesema ametia ameweka nadhiri. Maana yake nadhiri ni jambo ambalo lilikuwa tangu hata wakati wa jahilia, akasema mamako ameweka nadhiri kuwa hatochana nyele zake eh, wala hatotoka kwenye jua, yaani hatabaki ya kwenye jua, hatoingia kwenye kivuli eh, mpaka achomeke yani mpaka afe. Tamam. Kwa ajili kwa sababu gani? Kwa ajili yao mwata ah Umar akamwambia angalia, Ayash, baba hawa eh, wataka kukufanyia fitna, wataka kukuchezea mm, wataka kukurudisha tu, ni hila hizi bwana, usiwasikize waate eh, tena huyo <coughs> eh, mamako kama haya maneno kweli yansema lau asipotana nyele zake, wakija tu wale chawa watamudhi, itabidi atumie kitana, labda itabidi achane nyele zake, na lile jua likimchoma jingi ah, ataingia kwenye kivuli bwana. Hata usijali wewe, uko katika njia ya Allah, usirudi, usiwasikize hawa eh, Abu Jahal na eh, tuaje ndugu yake Harith. Wakazidi maskini kumtia tia maneno, huyo Aisha akawa na wasiwasi, hakuweza kuzuia. Basi huyo Aisha maskini vile ameshindwa kujizoea kujizuia, kujizuia akaondoka akarudi akamwambia Umar, hata mimi nende bwana, huyu ni mamangu bwana. Akatoka akenda. Lakini kabla ya kwenda um, Saidina Umar kawa na akili akamwambia, angalia mimi hapa eh, na huyu ngamia wangu na ngamia wangu ana mbio, hebu mtukue eh, na ningamia mjanja, yaani rahisi kumkontroli wewe. Mtukue na usimpe mtu mwingine Sawa, ikiwa yaani utafika karibu na kule Maka ukajua kuwa hawa wakufanyia hila na nini, ukataka kuhepa ama ukafika Maka ukataka kuhepa, mtukue huyu, utafanya nini? Utahepa moja kwa moja. Haya, haya, yule akafurahi akasema shukran, akatukue yule ngamia akaondoka naye wakarudi. Sasa Abu Jahl na Harith na nani na huyu Ayash, basi walipofika njiani, washatembea yani mda kidogo wa huyu ngamia wangu bwana, kidogo anisumbua eh, istaghladat, yani amekuwa sasa aitwaje, uh, mzito, hasikii maneno eh, hendi sawa sawa. Waonaje mimi nipande niwe nawe yani tupande kwenye ngamia huyo wako kwa pamoja, waonaje? Kisha huyu tumwate ende, twende tutumvute, yani ha? nani aitwaje, <clears throat> yule uh, Ayash akasema sawa, hakuna neno akampandisha Abu Jahal nyuma yake. Haya. Alipompandisha wakaenda kidogo wakaenda wakafika sehemu sasa yani, sehemu utasema kama ardhi iko plain. Eh? Hapo hapo. Wakamgeukia yule Ayash, yani Abu Jahal na Harith, wakamgeukia Ayash wakamfunga funga. Eh, wakamfunga, eh, eh, na mijikamba, khalas, hawezi tena kuhepa. Kisha wakaingia Maka mtana. Eh? Na yule Ayash, amfanya nini amfungwa fungwa. Wakaingia Maka mchana wakaanza kutangaza Enyi Makureshi, hivi ndo sisi tumfanya wapuzi wetu wajinga wetu, wale wajinga wajinga wanaotaka kuguragura. Hiki ndo tunachowafanya sisi, pia nyinyi ifanyeni wajinga wenu hivyo. Angalia, tunkwenda mpaka tumemrudisha. eh? Tunkwenda mpaka tumemrudisha mjinga wetu, mpuzi wetu, huyo. Wakamrudisha maskini. Kwa hivyo ikawa ile ni hila, na kama alivyokuwa amesema Saidina Umar, maskini, kwa ile ni hila tu bwana, usenda usenda, lakini ndivyo ilivyotokea, akarudishwa huyo kwa hiyo haya ni matukio tuliyoyataja, la kwanza ni kisa cha Abu Salama, kisa cha e, Suheib, kisha na hapa e, kwa Saidina Umar na namna walivyofanya hijra. Hivi ni visa vitatu, yani vya muhimu, tuone zile sacrifice waliozifanya hawa Waislamu. Lakini hata pamoja na hizi tabu maskini, hizi shida zote bado Waislamu hawaku hata kugura. Bado Waislamu hawaku hata kugura. Waka, wakaendelea kugura pole pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole. Mpaka kama tulivyosema wakabaki kidogo eh, wale ambao hawawezi kutoka waliofungwa na wale ambao hawana uwezo, ima uwezo yaani hawana kipando ama nguvu, hawana uwezo pamoja na nani? Bwana Mtume na Saidina Ali na Saidina Abubakar. Na Saidina Abubakar huyu alitaka kugura Akaenda kamfuata bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwambia, ya rasulullah, mimi nataka kugura. Tamam, ashajipanga yeye mwenyewe eh. <coughs> lakini sasa akaenda kumomba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ile ruhusa. Bwana mtume akamwambia, ala rislik, ngoja ngoja ngoja Abu Bakar, hebu ngoja kidogo, mimi natarajia kuwa nitapewa ruhusa na nakutarajilia wewe kuwa ndo nini, ndo sahibi yangu katika hijra. Oh basi sayyidina Abu Bakar alifurahi sana. Sayyidina Abubakar alifurahi sana. Eh? Bwana mtume yeah. yani... la, la, la, la, la, la, la. Akwambia bwana hebu wewe ningoje, wewe ndio utakuwa rafiki yangu, wewe ndio utakuwa yani mwendani wangu katika safari. Sayyidina Abubakar akafurahi hapo hapo, yeye kwa ile akili yake akenda akachukua mangamia wawili akawaandaa, akawalisha vizuri yani yani sasa halas, yeye yuangoja ile siku ambayo itakuja tu ruhusa wafanye nini, waende Tamam, akawa yeye Sayyiduna Bakari yuawalisha wale eh, na huku pia yuatafuta kiongozi, yani guide, utasema yani katika lugha yetu eh, siku hizi yani tuseme kama tour guide. Akatafuta, akamwambia angalia, bwana, wewe kaa tayari, wewe utatusaidia na nini. Na wewe tour guide, fikiria, hakuwa Muislamu, lakini Sayyiduna Bakari, yani yale mipangilio alikuwa ashayapanga, maana kisa sasa ana furaha eh, huku kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam amempa nini, amempa bishara kuwa ataondoka na yeye, naam. Na hapa katika mafunzo ambayo twatoa Eh, kabla sasa kuzungumzia uh, mambo yatakayokuja eh, ni wajibu wa kugura kutoka darul harbi. eh, ni wajibu kwa Waislamu. Maulama watuambia, ikiwa mtu yuko katika darul harbi, darul harbi yani ni sehemu ambayo si, darul islam, si, eti si darul islam ni mji ama ni country ambayo inawapiga vita Waislamu openly, basi ni wajibu kwa wale Waislamu wapale kugura kuondoka pale kama ni mji ni sehemu ambayo watu wanawapiga Waislamu yani, tabaan ule mji usio asli ni Waislamu la, mji ukiwa asli ni Waislamu la, ni wajibu kwa wetu kudefend ule mji. Tutazungumzia kwa mfano eh, kuna country, country yenye asili ya Kikristo. Waislamu wanajipata pale, wanapigwa vita, wanadhulumika, hawezi kufanya eh, ibada zao basi tuwajua. hm? La, la, la, Muhammadur rasulullah afwan. <coughs> hawezi kufanya ibada zao kisawa sawa, basi ni lazima mtu agure.

Kisha wakaulizwa e, mvipi nyinyi, kwani mlikuaje? Wakasema ya rabbi kunna mustadhafina fil ardhi, sisi likuwa tumefanywa madhaifu eh katika ile ardhi, yani ile sehemu tulikuwa tuishi, hatuwezi kufanya ibada, tuadhulumiwa. Mwenyezi Mungu akasemaje? Eh, ama wakajibiwa, akamwambia qalu alam takun ardullah wasi'a, wakajibiwa. Yani malaika wakawajibu, akamwambia eh, kwani ardhi ya Mungu haikuwa wasi'a, haikuwa pana? Fatuhajiru fiha, mukafanya hijra, ukaenda hizo sehemu kwa hiyo ni wajibu mtu atoke sehemu yoyote, sehemu yoyote ambayo mtu hawezi kufanya ibada zake kwa sawa eh, kama ni miji ama country ambayo si ya Kiislamu, basi lazima atoke aende sehemu ambayo ataweza kufanya ibada zake kwa kisawa sawa kisawasawa eh? Manake Mwenyezi Mungu katika hizi aya amaliza sema faula faulaika maahum jahannam wasaat maswira eh, hao watu eh, basi hao eh, hao mwisho wao ni moto, mwisho wao ni jahannam. Eh, tujifikirieni waislamu, sisi hukimbia. Eh, hukimbilia ile miji ya kikafiri, hukimbilia ile miji, tutataka kwenda yule aishia sijui London, yule aishia Amerika, yule aishia sijui Canada, yule aishia Faransa, ndio tutataka kwenda. Eh, muislamu, eh, muislamu, kote nenda, lakini uweze kutimiza wajibu wako, uweze kutimiza ibada zako. Eh, maana siku ya kiyama tutaulizwa, siku ya kiyama tutaulizwa, na punishment niyo Mwenyezi Mungu ashaitaja na twaona hijra hao walifanya hijra kwa ajili ile sehemu hawezi kufanya ibada zao sawa, sawa. Na wakafanya hijra. Naam. Pia katika jambo ambalo twasoma hususan kutokana na vitendo vya maanswari ni kuwa ni lazima waislamu wanusuru waislamu wenzao. Ni lazima waislamu wanusuru waislamu wenzao. Mahma kan, kama tulivyosema kuwa undugu wa kidini ni mkubwa. Khalas, wewe ukimwona muislamu yadhulumika sehemu yoyote lazima umnusuru. Basi lazima wa umfanye ni nini ni umnusuru. Madamu yule ni madhulum basi lazima, na haifai tumsaidie asokuwa mwislamu katika kudhulumu waislamu. Hili ni haramu na imekuja moja kwa moja katika la ilaha illallah muhammadur rasulullah, katika Qurani. Yani tumekatazwa tusiwe wenye kuwanusuru wasokuwa waislamu juu ya waislamu. Asema mwenyezi Mungu, walladhina kafaru baadhum awliya baadh, na wale waliomakafiri waliomkufuru mwenyezi Mungu, basi wao ni marafiki wao kwa wao. Eh, illa tafaluhu takun fitna takun takun fitna fil ardi takun fitna tu fil ardi wa fasadun kabir, yani isipokuwa nyinyi mukifanya hivyo, yani nyinyi mkiwa ni marafiki wa hawa makafiri ambao wanadhulumu Waislamu, eh, mkiwa marafiki zao, mwawasaidia katika ile dhulma. Eh, takun fitna tu fil ardi wa fasadun kabir, yani nyinyi mtakuwa sasa nyinyi ndio fitna katika ardhi hii na fasadi kubwa, nyinyi ndio mwafanya ufisadi mkubwa zaidi. Eh, kwa hiyo Muislamu afaa kunusuru Muislamu mwenzake aliyedhulumiwa na natuaona maskini vitendo vya wanswari wamejitolea wame sacrifice vitu vao ili kuwanusuru nani? Wale muhajirina waliokuja kama tulivyotanguliza, na inshallah tutakomea hapa katika darasa hii eh. Sasa itakuja ni matukio eh, ya hijra ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, na yaliotokea kabla ya ile hijra ya Bwana Mtume eh, kwa muda mchache wa Muhammad, wa, wa, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu a'la wa a'lam.